Ishanakuja kwa naona kwamba Biden mm -hmm. ameweza kukosoa vikali sana sera ya rais wa sasa hivi wa Marekani Donald Trump katika kuweza baadhi ya mashirika kuweza kuyakata kuweza kuyaondoa mm -hmm. katika taifa la Marekani. Sisi tulijua katika upande wa Afrika peke yake mm -hmm. kwa sababu ameweza kusitisha misaada katika mm -hmm. nchi za Afrika, tukajua ni Afrika yake kumbe sio Afrika yake ni hata katika taifa lake la Marekani mm -hmm. unaambiwa takriban uh, Wamarekani milioni 65 wataa wata taweza kupatiwa mafao lakini hata hivyo, naambua shirika ambalo linajihusisha na masuala mazima ya kijamii ambalo linatoa mafao ya uzee pamoja na ulemavu, pia Aisha hawataweza kupatiwa mafao yao. Hiki ndio kitu ambacho rais ambaye aliweza kupita wa Marekani Joe Biden ameweza kuzungumzia, akisema kwamba Trump ameweza kufanya uharibifu wa haraka zaidi alipoweza kuingia madarakani. mm -hmm. lakini hata hivyo, anakuja kuangalia, alikuwa ameweza kualikwa, naweza nikasema hivi katika kongamano ambayo aliweza kufanyika kwa pale Chicago. Ilikuwa ni kongamano la walemavu katika nchi ya Marekani. Na ma ameweza kuzungumza vitu kama hivi kwa upande wake. Na unakuja kuangalia, ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo viliweza kutokea katika kipindi ambapo ni kipindi cha uchaguzi mm -hmm. kati ya rais aliyepita wa Marekani Joe Biden pamoja na Trump, kabla ya pale yeye aliposema mimi najiondoa kati na na katika kinyang'anyiro hiki, na kuweza kumpisha Kamala Harris kuweza kuchukua nafasi hiyo na kuweza kuwania urais katika taifa la Marekani. Tukumbuke uh, katika mdahalo ambao ulikuwepo nafanyika mm -hmm. mdahalo wa live ambapo kati ya Biden pamoja na Trump kitu ambacho kilikuwa kinaonekana, Biden alikuwa anaonekana ni mgonjwa katika ule mdahalo mm -hmm. na ndio kitu ambacho Trump yeye yeah, akaendelea kukishikilia hapo, hapo na kuendelea kumkandamiza Biden na kweli, baadhi ya viongozi walivyoweza kuona ile video, kwa sababu uh, Biden alikuwa hawezi kujitetea, lakini kwamba yeye yeah, kuachia hiyo nafasi ikafanya sasa ambaye alikuwa ni makamu wake wa, makamu wake wa rais Kamala Harris, kuweza kuchukua nafasi ya, na kuweza kusongesha gurudumu mbele na mpaka pale ambapo alivyoweza kutimia sasa. Uh, Novemba tano ambapo ilikuwa ni uchaguzi wa Marekani kwa mwaka jana 2024 ambapo uchaguzi ulipoweza kufanyika na rais kuweza kutangazwa, na tukasema tuna shauku kubwa sana ya kuweza kuona Donald Trump atapoweza kukabidhiwa madaraka rasmi hataweza kuzungumza vitu gani? Mm -hmm. Tukaa tunasema mpaka Januari Trump akiweza kukabidhiwa madaraka Januari tukaona ni mbali sana kwa sababu Trump aliweza kukabidhiwa madaraka ilikuwa ni Januari 20 mm -hmm. ambapo aliweza kukabidhiwa madaraka rasmi na kuwa rais wa Marekani. Lakini hata hivyo unakuja kuangalia baadhi ya sera zake alizokuwa uh, akizitoa aki kipindi cha uchaguzi, kama vile watu, kuna baadhi ya sera walikuwa wanaziekea wanaziekea mzane za nikasema hivi, kwa sababu tukumbuke tu kwamba, Aisha, katika taifa la Marekani nazungumzia wiki mbili ambazo zimeweza kupita au wiki tatu ambao ni wananchi uh, wa Marekani kuweza kuandamana katika taifa hilo na kuweza kupinga baadhi ya sera za rais huyu wa Marekani Donald Trump. Na ukija kuangalia unaweza kujiuliza kwamba wanapinga hizi sera kwamba walikuwa hawajui kwamba atakuja kufanya kitu kama hichi, kwa sababu unakuja kuangalia kipindi cha uchaguzi, wakati alipokuwa kinadi sera zake alikuwa akizungumza kabisa wazi wazi kwamba nitafanya hiki na nitafanya hiki, na akaweza kusema ahadi zake saba pale tu ambapo mtanichagua mimi kuwa rais wa Marekani basi nitafanya hiki na hiki mm -hmm. Sasa baada tu ya kwamba kuweza kutekeleza sera zake, tukaweza kuona baadhi ya wananchi wa Marekani wakiweza kuandamana kumpinga sasa Trump kwa sera zake, lakini hata hivyo hii haikumfanya Trump kuweza kurudi nyuma mm -hmm. Yeye amezidi kusonga mbele na tumeweza kuona kwamba baada ya kuweka wazi masuala mazima ya ushuru sasa mm -hmm. katika taifa hilo la Marekani baadhi ya mataifa waliweza kuzungumza sana kuhusiana na ushuru huu wa Marekani hususan taifa la China ambapo ushuru wa China umeongezeka Aisha, kwa asilimia kubwa sana china kupeleka bidhaa katika taifa la Marekani lakini hata hivyo, ni kama vile katika mashindano ya kibiashara ambayo tunayaona, ambayo yanafanyika kati ya mataifa mawili. Lakini baada sasa ya kuweza kuona mpaka rais ambaye aliweza kupita Marekani Uh, yo Biden kuweza kuzungumza kwa sera sasa za Trump ambazo anazitekeleza na anakuja kuangalia anapita mule, mule kwa kile ambacho alichokuwa akikizungumza mm -hmm. Kipindi cha kampeni cha uchaguzi yaisha mm -hmm. Na hii sasa itawafanya sio tu kwa upande wa Biden peke yake hapana tayari tumeweza kuona hata na viongozi mbalimbali ya Aisha na wenyewe wakiweza kujitokeza kuweza kuwa na mashaka na Trump, lakini naweza kusema kwamba unakuwa na mashaka na Trump wakati kipindi cha uchaguzi, kipindi cha kampeni, kitu ambacho, vitu ambavyo alivyokuwa anavizungumza ndio vitu ambavyo anavitekeleza. mm-hmm. Mtazamaji, ni saa mbili na dakika 50, ndivyo ambayo tunatamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Mimi ni Jojina Mwatatu, nikiwasamama kabisa na Aisha. Ndio tumeweza kuujiza mengi katika upande wa kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutazama Rabi TV kisima cha maarifa, na kabati la michezo ndio ambao wanafata